Ndugu Waislamu, masiku kama haya ya mwisho wa mwaka huwa Waislamu huwa wanauliza sana kuhusu kusherekea sikukuu ya ndugu zetu ambao sio Waislamu. Noeli, Bonane, vina hukumu gani? na siku za mbele ni siku ambazo patakuwa siku rasmi, tarehe 25 mwezi huu wa 12 mwaka 2025, ndo siku wanasema siku ya Noeli. inajuzu juzu muislamu kujiunga na ndugu zetu ambao sio waislamu kwa ajili ya kusherekea siku kama hii? subhanallah kwa kifupi sana haimjuzi muislamu kusherekea siku ambayo ni ya noeli ama bonane ama sikukuu ambazo sio zetu si waislamu allah tabaraka wa taala anatwambia katika suratu mariam aya thalathini na tano natoa nambari hata wale ambao sio waislamu waingie kwenye vitabu watizame ni sura ya kumi na tisa aya thalathini na tano

Kwa hiyo ni haram ni haram ni haram, kijana wa Kiislamu dada wa Kiislamu kusherekea sikukuu ambayo ni sikukuu ya noeli ama ya Bonane. Hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo amepokea kutoka kwa bwana Mtume, rehma na amani zimwendee, ambayo ni hadithul qudsi, mtume anatueleza ya kwamba qala Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kadhabani ibnu adama walam yakun lahu dhalik, ananipinga binadamu, wala akupaswa kufanya hivyo washatamani ibnu Adama wa lam yakun lahu dhalik, na binadamu ananitukana mimi mola wake, na akupaswa kufanya hivyo. fa ama takdhibuhu iyaya, ama kunipinga kwa binadamu kunipinga mimi mola wake fa qauluhu ni pale binadamu anasema lan yuidani kama badani, Mwenyezi Mungu hatonirejesha hatonifufua kama alivyoniumba. Hii ni baadhi ya kauli ya makafiri, wanasema hivi amma shatmuhu iyaya, ama tusila binadamu kumtukana Mwenyezi Mungu, faqauluhu ni qauli ya Allah inasema, ni qauli ya binadamu inasema eh, kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto, kwamba Allah ana mtoto. Na Allah anasema wa ana lahad samadu alladhi lam ulad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad, na mimi mmoja wa pekee ambaye sikuzaa wala sikuzaliwa wala sifanani na chochote katika ulimwengu huu wa Allah subhanahu wa taala. Kwa maana hiyo, ndugu yangu Muislamu, ukisherekea siku ya Noeli bi maana umesherekea kutukanwa Allah tabaraka wa taala. Ukisherekea siku ya Noeli umekubali kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto amezaa mtoto, na ili ni tusi kubwa ambalo Allah tabaraka wa taala anasema takadu lsamawatu yatafattarna minhu, karibu mbingu zinakaribia kuchanika chanika. watanshaku lardu watakhiru ljibalu hadda, na ardhi inakaribia kupasuka na milima kuporomoka. Kwa nini mbingu na umadhubuti wake, ardhi na ukubwa wake, milima na nguvu zake viporomoke? andau lirrahmani walada, ni binadamu kusema kwamba Allah na mtoto. Hii ni siku mbaya sana waislamu wa kuisherekea kwa, kwa sababu ni kumtukana Allah tabaraka wa taala. Jikinga na itikadi za kikafiri. Wewe ni Muislamu, kuwa na msimamo wa dini. Allah tabaraka wa taala atunusuru na ukafiri na atujalie mwshu lio kwa mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Leo Juni 27 25, tunasherekea tarehe mosi Almuharam, mwanzo wa mwaka mpya wa Kiislamu 1447 hijria. Waislamu duniani kote hutambua mwaka mpya huu kama fursa ya kutafakari, kuomba msamaha na kuazimia mema, kama msemo unaosema mwanzo mwema ni nusu ya kazi. Nchi nyingi zenye misingi ya Kiislamu huifanya siku hii kuwa mapumziko rasmi hivyo hivyo. Julai kumi na saba ishirini ishirini na tatu rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi Dkt Hussein Ali Mwinyi alitangaza rasmi Almuharami mosi kuwa siku ya mapumziko kwa wananchi wa Zanzibar, akieleza umuhimu wa kuheshimu siku hii tukufu sawa na Januari moja inayosherekewa kitaifa mwaka wa Kiislamu unaojulikana kama Hijria ulianzishwa kutokana na tukio kubwa la kihistoria la Hijra, kuhama kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na maswahaba wake kutoka Maka kwenda Madina mnamo mwaka mia sita ishirini na mbili. Hii ilikuwa ni hatua muhimu ya kuanzisha mfumo wa maisha wa Kiislamu na utekelezaji wa sheria. Hijra sio tu kuhama sehemu bali ni kuhamisha moyo kutoka maovu kwenda mema. Kalenda ya Kiislamu iliyoasisiwa rasmi wakati wa utawala wa Khalifa Umar Ibn Khattab radhiallahu anhu alipendekeza kuanza kuhesabu miaka kuanzia mwezi wa Hijra. Hivyo tarehe moja Muharram ilikuwa ni sawa na Julai kumi na sita mwaka mia sita ishirini na mbili miladia, na hivyo ndivyo kalenda ya Hijria inavyoendelea kuhesabika hadi leo. Kwa kuanzishwa kwa siku ya mapumziko, Zanzibar inaungana na Waislamu wengine duniani kuheshimu historia yao na kuenzi mwanzo huu pa wa matumaini, upendo na amani. Hii ni mara ya kwanza kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuanzisha rasmi siku ya mapumziko ya mwaka mpya wa Kiislamu, siku ya mapumziko ya mwaka mpya wa Kiislamu Zanzibar, hatua inayowapa Waislamu na nafasi ya kusherekea kwa amani na furaha sawa na waumini wa dini nyingine kama vile Wakristo wanavyosherekea Januari Mosi. Hatua hii inaashiria usawa wa kidini na kuthamini tamaduni za kila kundi la waumini nchini. Fatma Bernard, Asamolen TV. Kwanza katika Uislamu hakuna masala ya kusherehekea birthday. Ue leo unakata keki unasema happy birthday. Unasherehekea siku ya kuzaliwa kwako. Unasherehekea kitu gani na umri wako unakatika hapa? Wewe ukiwa umebakisha miaka mitatu, umebakia miaka miwili, unasherehekea nini sasa? Wewe ulikuwa unafaa ulie upige nduru hasa. Kwa mimi nakaribia kuondoka, lakini kwa sababu watu wanafanya, wewe pia unataka kufanya kama wao. Mpaka watu wazima unashangaa, ndugu zangu, eti anasherekea birthday. Birthday kitu gani hii, unafahamu? Kwa hivyo hakuna hizi sherehe. Kama mtu leo kusherekea, anamwambia mwenzie happy new year, happy new year. Jamaa wanauliza kwa Kiingereza, what is so happy in the new year? Na umri wako unakatika na yangu hapa. Msifanye baadhi ya mambo kwa sababu watu wanafanya. Hii ndio matatizo ambayo tuko nayo sisi, hasa wanawake Madamu mtoto wa fulani alifanyiwa bathi, ah, mi pia ntamfanyia yangu kubwa zaidi. Haimsaidii huyu mtoto wala wewe mzazi unayefanya, hapa duniani wala kesho akhira haina usaidizi wowote. Hizi pesa bora ungetoa, ungetoa sadaka, umwombee dua huyu mtoto. Umri wake unakatika, siku zake zinaondoka. Kuna bwana mmoja baada ya Krismas amenijia akanambia, shekhe, mimi nataka kuslimu. Kwa nini wataka kusilimu? Asema, baada ya hii sherehe ya Christmas juzi, mimi nimeona hakuna dini ya kweli zaidi ya Uislamu. Kivipi? Asema, shekhe, katika mazingira tunaoishi sisi si Waislamu bali ni wapenzi wa kanisa, lakini twaona idi za Kiislamu sherehe zao hutanguliza kwanza kuwasaidia wanyonge. Idi ile ya saumu ya Ramadhani wanapeleka chakula majumbani kwa maskini, idi ile ya haji wanachinja nyama. Mimi ni mmoja, nafaidika na nyama zinazogawiwa kwenye misikiti na mimi si Muislamu. Lakini juzi nimekesha kanisani, mkesha wa ile siku ya kuzaliwa, usiku wa kuzaliwa Yesu anavyosema, mpaka asubuhi. Baada ya hapo, asubuhi nikaenda nyumbani. Basi siku ile nilishinda na njaa Manake sikwenda kazini na sina kitu nyumbani, lakini naona Waislamu siku ya Idi na wale matajiri wetu <coughs> wanajitahidi siku hiyo, kila tajiri anamwalika tajiri mwenzake kufurahia Idi hii. Lakini Waislamu kwanza hutanguliza ni kina maskini gani wakapelekewa chakula ili siku ya Idi na wao washerehekee hii nimeona ni dini iliyotanguliza huruma, na hakuna dini kama hakuna huruma. Nasema niambie maneno gani, mimi niwe Muislamu na akatemka, baada ya kumfundisha shahada. Kwa wema huu wa sikukuu waidi mwaka mara mbili, lakini ametambua kwamba huu ni wema, hii ni huruma, na dini lazima iwe na huruma. Hili likampa picha kusilimu. Wallahi, waislamu tungekuwa twaishi kama Uislamu unavyotaka basi ungekuwa hakuna pembe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna nyumba wala kibanda ila ndani yake kuna Mwislamu. Leo upiga kelele meri Krismas. Ah, jirani jirani jirani, bwana nakupa meri Krismas, mvuka wa Mungu kumpongeza Nasara idi kama hii ni kumpongeza kwenye itikadi yake ya kwamba Isa ni mwana wa Mungu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ana kitabu kamili hasa kinachozungumza muislamu kuepukana na njia hizi za watu ambao ni manasara. Hivi sasa kuna waislamu huagizishia miti ya Krismasi, watu wanavyopenda pesa. Yani o dili hiyo wajua, wa Krismasi, na kwambia tukileta container mbili tutusha upanchi sisi. Maskini hajui maskini, dini yake yazungumza nini, wala hajui uislamu wake wasema nini. Yeye yuko kwenye kuangalia madili hizi, dilidili dili zitatia watu pahali pabaya. Hufai muislamu kuwauzia chochote ambacho kinahusiana na sikukuu yao, wala wewe hufai kununua, wala ukiletewa chakula hicho hufai kula. Kwani wali una makosa gani? Wali unao makosa? Wewe hujui wali, twambie tu, tutakupeleka hoteli ukale wali kama tabu yako wali una lazima ule wali uliopikwa kwa sababu ya kusherekea itikadi mbovu. Ati wali una makosa gani? si chakula cha Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu anasema e, e, e, wallahu khairur raziqina, wajua haya kuruzuku tu. Ni itikadi mbovu Waislamu, wallahi ni itikadi mbovu. Na mwenye kuhudhuria katika sikukuu kama hizi ajue kwamba anashajiisha jambo ambalo lamkasirisha Mungu kuwa na mtoto leo. Wewe upige kelele Merry Christmas a jirani, jirani, ah, jirani bwana, nakupa Merry Christmas. Mdhuka wa Mungu. Alafu watu hawaoni tembelecho, Shekhe Bahero, haya watu wanaoyafanya huwa si makubwa, lakini haya yakizungumzwa kwenye hizi meza kuwekwa sawa huwa ndio mabaya. Kuna ubaya zaidi ya kusema Mungu ana mtoto? Shekhe hupija kelele za Krismasi huko na maskani, wengine huenda huenda wakatafuta uchele wakakaa, haswa achi Krismasi na mavyakula wakapewa wakala na wakatoa na mazawadi yote, ni kwa sababu ya kuonyesha kwamba akida za watu ziko betrilo sana na moto mpotea

wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walda Allah hapaswi kusifika kwamba Allah ana mtoto. Kwa hiyo wewe ukijifanya kiherehere, ina maana wewe unatoka kwenye akida yako iliyokuwa imesalimika. Tunaheshimu utamaduni wao, tunaheshimu dini zao. Uislamu unataka tuheshimu dini za watu wengine, lakini unatutaka sisi tuwe mbali na akida za watu wengine. Waislamu, tarehe moja mwezi wa kwanza ni haramu kwa mwislamu kupongezana Happy New Year. Ni upuuzi kwa wewe mwislamu, kwa sababu wewe sio mwaka wako wewe. Acha kuiga. tarehe moja ya mwezi Muharram ndiyo tarehe yako wewe mwislamu, jifakhirishe na uislamu wako, jifakhirishe na akida yako, ili ukutane na Allah salama salmin. Hakuna kitakachokusaidia siku ya Kiyama. Allah anasema, yauma la yanfau malu Wala banun illa man ata llaha bikalibi. Tarehe moja mwezi wa kwanza ni haramu kwa mwislamu kupongezana Happy New Year. Ni upuuzi kwa wewe mwislamu, kwa sababu wewe siyo mwaka wako wewe. Acha kuiga. Tarehe moja ya mwezi Muharamu ndiyo tarehe yako wewe mwislamu, jifaharisha na uislamu wako.

hajazaa wala hajazaliwa, hana mwanzo wala mwisho. Na leo kuna baadhi ya watu mal asafu shadid, ndio unaona leo katika baadhi ya waislamu malasaf wanaingia katika kusherekea sherehe za watu kama hawa katika siku kama hii. Ndugu yangu, ni haramu we mwislamu kumtumia ujumbe asiyekuwa mwislamu kwamba meri krismas, au kamtumia kadi ya Krismasi au ukamwandikia risala au ukampa maua au ukamnulia aukamu zawadi ama ukapokea zawadi kutoka kwake. Yote haya ndugu yangu, ukiyafanya wewe umeshiriki katika kumtukana Mungu kwamba Mungu ana mtoto, na Mungu hana mtoto. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hajawahi kuzaa wala hajawahi kuzaliwa. Watu wanaingia usiku wa kuamkia mwaka mpya kuna Waislamu shekhi wengine na ndevu zao na mvi zao wanasubiri saa sita na dakika moja, eti ingie mwaka mwingine umeingia. Watu wanaanza kupiga baruti kupiga nyumba za watu mawe, happy new year, happy new year. Babako nani wewe, hata tarehe yako ya kiislamu unaijua? Leo Muislamu hapo ukimuuliza, tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi? Mwaka wa ngapi? Anaanza kukutolea macho, akwambia akamuuliza imamu. Lakini hii miezi mingine, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anaijua vizuri sana, anajua tarehe, mwaka gani. We unasheherekea mwaka ambao sio wakwako, haukuhusu, hata ujui mwaka wako ulipita lini. Kweo ndugu yangu katika imani, Hakuna njia ya kumruhusu muislamu kusherekea siku hizi ambazo kwamba ni za sikukuu ambazo hazituhusu sisi Waislamu. Hakuna siku ambayo ni hatari duniani kama siku ya Krismasi. Hii ndo siku iliyokuwa hatari mbele ya Mungu duniani. Uhatari wake imekaribia ardhi hii kupasuka pasuka na mbingu ikachanika chanika na majabali yakapeperushwa pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto Mwenyezi Mungu wanasema, anasema waqalu takhadha arrahmanu walada, wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mwingi wa huruma ana mtoto takadu as-samawati yatafattarna min qawlihi, imekaribia mbingu kuchanika chanika na ardhi kupasuka pasuka watakhiru ljibalu hadda na majabali yatapeperushwa pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha waladan, Mwenyezi Mungu anaja, ana haja gani ya mtoto ndugu zangu? Kwani iko siku Mwenyezi Mungu atakuja kufariki amtafute atakayemrithi mali yake, au iko siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuzeeka na atakuwa kipofu amtafute mtoto wa kumwonyesha njia. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hana hizi udhaifu, ambaye viumbe wako naye in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda, vyote vilivyo katika mbingu na ardhi siku ya Kiyama vitakuja mbele ya Mungu vikiwa ni waja wa Mungu, watumwa wa Mungu. Hakuna mtu atakuja kwamba yeye ni mtoto wa Mungu Sijuu hii ni jamaa yake Mungu, huyu yuko karibu na Mungu zaidi. La, la, wote hao watakuwa ni watumwa mbele ya Mungu. Kwa hivyo hii ndio siku iliyokuwa hatari ndugu yangu. Na katika sifa za waumini wa hali ya juu, wewe kama muislamu unapotaka kujijua mimi ni katika waumini wa kweli, Mwenyezi Mungu anawasifu hawa, anasema walladhina la yashhaduna zur, waumini wa kweli ni wale ambao hawasherehekei

Katika siku kama hii ndugu yangu, ni haramu we muislamu kumtumia ujumbe asiyekuwa muislamu kwamba Merry Christmas au ukamtumia kadi ya Krismasi au ukamwandikia risala au ukampa maua au ukamnulia zawadi ama ukapokea zawadi kutoka kwake. Yote haya ndugu yangu, ukiyafanya wewe umeshiriki katika kumtukana Mungu, kwamba Mungu ana mtoto na Mungu hana mtoto. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hajawahi kuzaa wala hajawahi kuzaliwa, na ndio unaona ndani ya Qur'an hakuna mwanamke ambaye ametajwa kwa jina lake isipokuwa Maryam binti Imran mm. huyu ndio mwanamke peke yake ambaye ametajwa kwa jina lake ndani ya Qur'an kwa sababu imepa-, imepita kadhia nzito sana katika maisha ya huyu mwanamke kadhia nzito na kuna sura nzima inaitwa surati Maryamu, ikadaiwa kwamba huyu mwanamke amezaa mtoto wa Mungu, huyu mwanamke alizaa na Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsafisha mwanamke kama huyu na kumweka mbali na yote haya ambao wanamdai na kumsingizia na kuweza kumpachikia kwamba aliwahi kuwa katika hali kama hii. Ndio unaona hao Wakristo wote na Mayahudi, ndugu zangu, ambaye leo wanamfanya Isa ni mtoto wa Mungu na wengine wakamfanya nabii Isa ni Mungu na wengine hata hawajui wanamfanya ni nani. Siku ya kufa kwao, hawa wakristo hawa. Unapomwona ka, kafiri yoyote hapa nje, ndugu zangu, siku ya kufa kwake ndo atajua kwamba nabii Isa alikuwa si mungu wala mtoto wa mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu so wa taala anasema, wa in min ahli lkitabi illa la yuminanna bihi kabla mautihi, hakuna miongoni mwa hawa waliopewa kitabu ambaye ni Wakristo na Wayahudi isipokuwa wataamini kwamba Nabi Isa hakuwa Mungu wala hakuwa mtume wa, wala hakuwa mtoto wa Mungu kabla ya kufa kwao. Yani kabla ya kafiri yoyote kuondoka duniani, siku hiyo ndo watajua kwamba Nabi Isa alikuwa siyo Mungu na Nabi Isa alikuwa si mtoto wa Mungu, lakini itakuwa ni too late. Baadhi wanazuoni wanasema, wa in min ahli lkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi ni kwamba hawa watu waliopewa kitabu watamwamini nabii Isa wakati atakaporejea duniani kwamba nabii Isa sio Mungu wala mtoto wa Mungu kabla ya nabii Isa naye kufariki dunia. Waislamu, tarehe moja mwezi wa kwanza ni haramu kwa mwislamu kupongezana happy new year. Ni upuuzi kwa wewe mwislamu, kwa sababu wewe sio mwaka wako wewe, acha kuiga Tarehe moja ya mwezi Muharram ndio tarehe yako wewe Muislamu, jifakhirishe na Uislamu wako, jifakhirishe na aqida yako, ili ukutane na Allah salama salmin. Hakuna kitakachokusaidia siku ya kiyama. Allah anasema yauma la yanfau malu wala banu illa man ata Allah biqalbi salim. Hey, hakika wewe ni imesema, tumetoka Januari tumefika Desemba na bado tunaingia mwaka mpya na baraka hizo, mikono ziende juu.